Leo Juni 27, 2025 tunasherekea tarehe mosi Al-Muharram mwanzo wa mwaka mpya wa Kiislamu 1447 Hijria. Waislamu duniani kote hutambua mwaka mpya huu kama fursa ya kutafakari, kuomba msamaha na kuazimia mema. Kama msemo unaosema mwanzo mwema ni nusu ya kazi, nchi nyingi zenye misingi ya Kiislamu huifanya siku hii kuwa mapumziko rasmi hivyo, hivyo. Julai kumi na saba ishirini ishirini na tatu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi alitangaza rasmi Al-Muharram mosi kuwa siku ya mapumziko kwa wananchi wa Zanzibar, akieleza umuhimu wa kuheshimu siku hii tukufu sawa na Januari moja inayosherekewa kitaifa mwaka wa Kiislamu unaojulikana kama Hijria ulianzishwa kutokana na tukio kubwa la kihistoria la Hijra, kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake kutoka Maka kwenda Madina mnamo mwaka mia sita ishirini na mbili. Hii ilikuwa ni hatua muhimu ya kuanzisha mfumo wa maisha wa Kiislamu na utekelezaji wa sheria. Hijra siyo tu kuhama sehemu bali ni kuhamisha moyo kutoka maovu kwenda mema. Kalenda ya Kiislamu iliyoasisiwa rasmi wakati wa utawala wa Ghalifa Umar Ibni Khattab radhiyallahu anhu aliyependekeza kuanza kuhesabu miaka kuanzia mwezi wa Hijra. Hivyo tarehe moja Muharram ilikuwa ni sawa na Julai kumi na sita mwaka mia sita ishirini na mbili miladia, na hivyo ndivyo kalenda ya Hijria inavyoendelea kuhesabika hadi leo. Kwa kuanzishwa kwa siku ya mapumziko, Zanzibar inaungana na Waislamu wengine duniani kuheshimu historia yao na kuenzi mwanzo huu mpya wa matumaini, upendo na amani. Hii ni mara ya kwanza kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuanzisha rasmi siku ya mapumziko ya mwaka mpya wa Kiislamu. Siku ya mapumziko ya mwaka mpya wa Kiislamu Zanzibar, hatua inayowapa Waislamu nafasi ya kusherekea kwa amani na furaha sawa na waumini wa dini nyingine kama vile Wakristo wanavyosherekea Januari Mosi. Hatua hii inaashiria usawa wa kidini na kuthamini tamaduni za kila kundi la waumini nchi ni Fatima Benard, Asam Online TV.